lindi ni jina la mji wilaya na mkoa ulioko kusini mashariki mwa tanzania mkoa wa lindi ni kati ya mikoa 31 iliyopo nchini tanzania yenye posti kodi nambari 65000 umepakana na mikoa ya pwani mtwara ruvuma na morogoro upande wa mashariki na bahari ya Hindi. Mkoa una wilaya sita za Lindi mjini, Lindi vijijini, Kilwa na Chingwea, Liwale na Ruango. Mito mikubwa ni Lukuledi, Matandu na Mavuji, yote inaelekeza maji yake katika bahari ya Hindi. Mwinuko huanza mwambaoni ukipanda hadi mita mia tano na hakuna milima mirefu. Mwaka 2002 idadi ya wakazi ilikuwa 791,306. Karibu asilimia 90 kati ya hao ni wakulima. Makabila makubwa zaidi ni Wamwera ambao wanapatikana hasa wilaya ya Nachingwea na Lindi vijijini halafu Wamachinga wa Maraba ambao wako zaidi ndi mjini wa Matumbi na Wangindo hupatikana huko kilo. Wakazi kwa wilaya hadi wilaya, Kilwa kuna wakazi laki moja sabini na moja elfu Mia nane hamsini. Lindi mjini wakazi 41549, Lindi vijijini laki mbili 15764, Liwale 75546, Nachingwea laki moja 62081, Ruangwa laki moja 24516. Hali ya hewa ya Lindi ni ya joto mwaka wote ikiwa na wastani wa kati ya sentigredi 24.5 na 27. Mkoa hupokea kati ya mililita 980 na 1200 za mvua kwa mwaka hasa kati ya miezi ya Novemba na mwezi Mei. Kuna kiwanja cha ndege wilayani Lindi na Chingwea na Kilwa Masoko. Lindi na Kilwa Masoko kuna bandari. Huduma za simu zimepata maendeleo kiasi tangu kuanzishwa kwa simu za mikononi. Utalii haujafikia umuhimu sana kutokana na matatizo ya mawasiliano magumu, ingawa Lindi ina sehemu mbalimbali zenye uwezo wa kuvuta watalii. Kilwa Kisiwani ndio mji wa kihistoria wa pwani ya Afrika Mashariki, pamoja na magofu ya miji mingine ya Waswahili Selu ni hifadhi kubwa kabisa katika Afrika. Ufuko wa mchanga ni wa kuvutia sana, nafasi za zamia majini ni tele. Gesi iliyopatikana baharini karibu na kisiwa cha Songosongo imeleta matumaini ya maendeleo. Mkoa wa Lindi, wakazi wake wengi ni wakulima, hasa maeneo ya vijijini. Wengi wanalima mazao mchanganyiko, yani biashara na chakula. Mazao ya biashara hasa ni korosho ambazo zinapatikana kwa wingi katika wilaya ya Ruangwa, lindi vijijini na Nachingwea. Pia kuna zao la ufuta na ndizi kama zao la biashara na chakula pia. Mazao ya chakula kuna mahindi, mpunga, muhogo, nyanya, vitunguu. Hizi pia hulimwa sana wakati wa masika kutegemea na mvua za vuli. Wakazi wengi wa mkoa wa Lindi wanafanya biashara, hasa biashara ndogo ndogo zijulikanazo kama machinga trade. Wanauza mazao wakati wa mavuno na kuchukua bidhaa nyingi kutoka Dar es Salaam na kupeleka vijijini, hasa kwenye kata.